Anaweza kuokoa watu katika zamu ya usiku. Mungu anaweza kuokoa watu kwenye zamu ya usiku, kwenye zamu ya usiku, alafu tutasomea kitabu cha Injili ya Marko

akataka kuwapita na na na wa nao, walipomwona anatembea juu ya bahari walizani ya kuwa ni kivuli, wakapiga yowe kwa kuwa wote walimuona wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia changa mpeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walipo, upepo ukakoma, wakashangaa sana. Haleluya! Kuna saa inakuja, utashangaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale jamaa wanahofu katikati ya bahari, upepo wa mbisho, matarajio yao yamefika mwisho, tumaini lao limefika mwisho hawaoni ni nani wa kuokoa, lakini walikuwa wa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akatazama wa akaona akaona wao, mbona kama nuru iowachina Biblia Biblia akajitokeza at katikati yao yeah, wao waziia sema walipoona kivuli tu usiku, wanaona kivuli tuatuka ani ka kena usiku. Mungu anatumiaga muda ule ule kuokoa watu mtu atawatolewa usiku wa leo. Kuna mahali ulikuwa umewekewa mizingiti ni pimo, mahali ulikuwa umewekewa ukuta ili usivuke. Nataka nikwambia usiku wa leo, yuko Yehova, yule atakwenda kuvusha pale mahali pale walikujengea ukuta ufananao na wa Yeriko, wakasema utavuka. Ninayo habari njema kwa ajili yako, yuko Yesu Kristo, yule aliyepanda kwenye chombo mawingu yakatulia, bali kawashari wakavuka katika shwari. Huyo huyo Yesu atakusaidia, atakusaidia. Bwana Yesu, Yesu huyo atakusaidia. Hauhitaji kuvunjika moyo, hauhitaji kukaa tena kama yatima aliyeachwa. Unahitaji kujipiga kifua, alafu kumwamini Jehova ya kwamba anaweza kukuvusha katika hayo ambayo wanadamu walishindwa kukuvusha katika hale ambayo watu wa dunia hii walishindwa kushika mkono yeye. Yeah, yeah. anaweza kushika na kukuvusha ukapika ng'ambo yako ya mafanikio. Haleluya, kuna ng'ambo ulitazamia utafika, katika jina la Yesu.

ani jioni au kamba nusia mala au wawika kojii aaskui majira yake hayo. Umeona? <laughs> majira yake pani kwambia, ukiwa wa Mungu utajua majira ya Mungu. Ukiwa wa Mungu utajua saa ambazo Mungu anapenda kukutembelea. Anasema jioni, usiku wa manane, asubuhi au anakwikao haya ni majira ya nani? Ya Bwana. Kumbe kuna wakati unahitaji kuheshimu usingizi sana, unahitaji kuwa macho angalau kwenye moja ya mida ambayo imetajwa, iwe ni ile asubuhi na mapema, amka, iwe ni saa ngapi, ile saa nane usiku, amka, iwe ni saa ngapi, usiwae, usipende usingizi. Haleluya! Bwana atarudi kwenye saa yoyote. Yeye anaporudi akute hata umepiga magoti unaomba. Anaporudi akute nimekaa mahali unatafakari maneno yake. Anaporudi akute umeshikilia Biblia unachokithibitisho kwamba Bwana, mimi sikukuacha hata kwenye saa ambayo sikujua utarudi saa hiyo, lakini nibaki kusoma maandiko yako. Lakini nibaki kuomba. Lakini nibaki kujifunza yaliyo yako Bwana. Je, unaweza kuniacha? Umenikuta nipo Umenikuta kwenye zama ambayo wengine wamepitiwa na usingizi, lakini mimi niko macho na utafuta uso wako <coughs>

unaoweza kuutumia kuzungumza nao naye kwa maombi nane. Yesu asifiwe tuko pamoja, alafu kufungulia kitabu cha Isaya sura ile ya arobaini na moja mstari wa ishirini na moja Isaya arobaini na moja mstari wa ishirini

ameongea kwenye Isaya 43:21. Asema njoni tusemezane, asema Bwana. Asema nikumbushe na tusemezane, eleza mambo yako. Lakini tukitoka hapo, tukirudi kwenye moja, mstari wa 18, Isaya 1 mstari wa 18, asema njoni tusemezane, asema Bwana. Naelewa? tunakutana na yeye, tunajadiliana. Hiki ni kikao cha dharura cha Mungu, ametuita tuje na shida zetu, tuje na matatizo yetu, tuje na mizigo yetu ili kusemezane. Haleluya! iko faida kwenye kusemezana naye masaa yetu, tunazoea kuongea ongea na kuongea ongea naye, kumuongeresha, kumuongeresha, kuna faida. Wewe unaona mtoto baba yake tutoke tu twende. Mtoto anayependa kukaa na baba yake, kupigapiga naye story, huyu ndio mtoto anakuja hata mali anapoondoka baba yake. Mtoto ambaye anakuja kupewa usimamizi wa mali ni yule alikuwa anapendaga kukaa naye na kuongea ongea naye. Napendaga mara nyingi baba kichokuak ye na anasogea pale, anaanza bana tuna tumaswali, anaanza kuongea ongea, kumuongelesha ongelesha. Hey, hata kama baba anaumwa, mtoto najisogeza pale, anaongea ongea, na huyu ndio mtoto anakabidhiwa urithi mara nyingi. Haleluya na ndivyo ilivyokuwa Ukipenda kongereshaongeresha mara kwa mara, unaomba unaomba, mara ulea mutu, mara uleo, mara umesoma neno lake, mara karibu naye, hawezi kusahau kama. Hata ape kiapo cha kuteketeza dunia yote, kwa asila yake mtu pekee ataokolewa ni wewe, umekuu ukiongea naye.